Wazo la kukimbiza mwenge wa uhuru nchi nzima na kila mwaka lilitolewa na vijana watano katika kikao chao kilichofanyika tarehe 26 Juni mwaka 1964, na lengo kuu likiwa ni kutekeleza kwa vitendo azma ya baba wa taifa ya kuhamasisha umoja, upendo, amani na ujenzi wa taifa kwa kuhamasisha maendeleo. Kauli mbiu ya Mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka huu inasema Jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Na kauli mbiu hii inalenga kuwakumbusha na kutusisitiza Watanzania wote kutumia kikamilifu haki yetu ya kikatiba ya kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu.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 na hatuna budi kuilinda kwa nguvu zote kwa maslahi ya taifa letu. Na nne, wadau wote wa uchaguzi na hususani vyama vya siasa, tunawahimiza na kuwakumbusha kuwa wana wajibu mkubwa wa kuhakikisha kuwa uchaguzi unafanyika katika hali ya amani na utulivu, kwa kuendesha kampeni zenye staha na kuzingatia sheria na miongozo mbalimbali mbali ya uchaguzi. Ikumbukwe uchaguzi mkuu unafanyika kwa kuzingatia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba ibara ya arobaini na mbili ibara ndogo ya pili na ibara ya sitini na tano lakini pia sheria ya uchaguzi namba moja ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 pamoja na sheria ya uchaguzi ya Zanzibar namba 4 ya mwaka 2018, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mimi Ismail Aliusi, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2025, nakiri kupokea mwenge huu wa uhuru ukiwa unawaka, unangara na kumeremeta kawaida.